Ndugu zangu, nipende kuwaahidi, nimepita maeneo mbalimbali, hata kwenye ziwa Tanganyika. Nimekuja hapa kwenye hili ziwa, kilio cha wavuvi nilipofanya nao mazungumzo kinafanana fanana. Kumekuwa na majangili na majambazi ndani ya ziwa, na wengi wanatoka nchi jirani. Serikali yangu inaenda kufunga satelaiti angani eneo ambalo hamna mtu anaweza kuiona ni takriban nchi kumi na nne za Afrika wanazo satelaiti ya ngani. Maana yake ni nini? Hata hili duka tukiwa na satelaiti katika nchi hii, niwaambie, Tanzania itakuwa ni nchi ya kumi na tano kuwa na satelaiti ya ngani, kwa maana ya kwamba hata mwizi utakapoenda kuswali msikitini, huna sababu ya kufunga duka lako Utakapolawa → utakapolala nyumbani kwako utakuwa na uhakika wa usalama asilimia zaidi ya ya mia moja, na hata hawa ndugu zetu polisi watakuwa po na kazi ndogo sana ya kuwakamata wahalifu na hata utakapowapeleka mahakamani, niwaambie kwamba kila mhalifu atakwenda pale screen na ataonyesha skrini ataambiwa, huyo unamfahamu ambaye ni yeye. Ndio njia pekee ambayo tunaenda kukomesha uhalifu tunaenda kukomesha. Watu wasio na hatia, bodaboda wanauawa na majambazi na majangili na wezi. Tunataka tukuambia kwamba serikali yangu haitavumilia. Watu wote mtakuwa salama, mtafanya kazi usiku na mchana, na litakuwa ni jukumu langu mimi kuwapa ulinzi. Nataka niwaeleze, katikati hapa tulipata waziri aliyechoma nyavu zetu. Wongo kweli? alichoma nyavu, akafirishi wavuvi. Wavuvi walikuwa wamekopa mikopo, na wengine walikufa kwa presha, na wengine mpaka leo wanadaiwa, kwa sababu ya mtu mmoja aliingia kuchoma nyavu. Mimi wakati huo ndio kuwauliza, hizi nyavu mnazozichoma, mbona zikitoka kiwandani siyo haramu? Zinakotengenezwa mbona zikienda madukani zinakouzwa siyo haramu? Ni kwa nini nyavu mvuvi akisha kununua ikaingia majini ndio inabadilika kuwa ya haramu? Manake huo ni uwelevu. kwa nini hawazichomi zikiwa kiwandani? Kwa nini hawazichomi zikiwa madukani? Ni kwa nini mvuvi akishanunua ndio nyavu zinachomwa? Nataka niwaeleze mkinichagua kuwa mbunge, swala hilo haliwezi kujitokeza tena maishani. Nichagueni, tutazulia kwa nguvu zote. Kuwafilisi wavuvi kwa makusudi, haiwezekani. Mvuvi anaangaika, anakopa hela aiza ameuza mifugo aiza ameuza kiwanda chake anakuja kutafuta hela alafu wanatokea watu wanakuja kuwafilisi wavuvi. Nataka niwaeleze watu wanakopeseka maeneo mengine, lakini nguvu wakoposheki wongo kweli. Tunataka nikiwa mbunge na mheshimiwa Wilson akiwa nakiwa rais, tunataka kuhakikisha pawe na benki maalumu kwa ajili ya wavuvi, pawe na benki maalumu kwa ajili ya wavuvi. Kwa majina anaitwa Abeli David. Mkazi wa Itabagumba, sehemu moja inaitwa Sengerema. Wavuvi, changamoto zinazotupata labda mfano uvamizi unaweza kuwa unatupata, unaona mara kwa mara kwa sababu unatoka hapo unaenda kuvua samaki, lakini kuna watu wengine wanaweza kuja hata kuhunia tu ziwani humo, ukapata nini, ukapata dharura yote ile, hata wanakutega, unaweza ukapoteza hata maisha kwa ajili ya kwa ajili ya, ya kitu kama hicho, labda endapo anavyosema kwamba akiingia kwenye madaraka atatuwezesha kuna nini, kutafuta labda hata namna ya kujikizi na watu kama wale, inakuwa ni vizuri. Mimi naitwa Daudi Nyandara Zakaria, mzaliwa wa kusekera Majita. Sasa kwa kama mimi changamoto ambazo sana, sana kama hizo, nilikuwa naomba kwamba akishapita. Basi naomba tuwekee ulinzi katika majini, na sisi wavuvi muda mwingine tunazumiwa na laki like zetu.